Ya, mara baada ya kumaliza mchezo wetu wa kwanza dhidi e, ya Petro Atletico e, sasa tunaingia katika mchezo wetu wa pili wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na kikosi chetu kinataraji kusafiri e, kesho alfajiri kwa maana ya Alhamis alfajiri. Kwa mantikio ni kwamba e, usiku wa leo Jumatano kuamkia Alhamis alfajiri ambayo itakuwa ni safari ya kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Addis Ababa Ethiopia, baadaye tutatoka Ethiopia kuelekea moja kwa moja Bamako Mali kwa ajili ya mchezo wetu. Safari ya takriban masaa nane mpaka tisa hivi ya kutoka Tanzania kufika mpaka Mali, tutaondoka na wachezaji ishirini na wawili. E, pamoja na benchi la ufundi na viongozi wengine kadha wa kadha. Na kwa nini ishirini na mbili? E, wapo wachezaji takriban saba wanabaki, ukitoa wawili ambaye ni majeruhi, Hamza pamoja na Musa Kamara, wanabaki wengine hapo ambao wanabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Mara nyingi huwa tukisafiri hatusafiri wachezaji wote thelathini tunasafiri na wachezaji ishirini na wawili lazima kuna kundi la wachezaji linabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu.